Tangu Nana Dollz aoneshe uh, jumba lake la kifahari, kumekuwepo na maswali mengi sana, wengi wakihoji kwamba da Nana, kweli kwa pesa zipi hizi za kuweza kujenga jumba la kifahari kama hilo? Sasa tunafahamu kwamba amejibizana pia na Mange ya Kimambi ambaye ana question akimwelezea kwamba nyumba hiyo ni kwa sababu ya ni kwamba si kwa pesa zake mwenyewe bali pesa za mpenzi wake ama za mwanaume wake. Sasa uh, uh, usiku huu Nana ameshare video kuonesha hatua ya mpaka ya mwisho mpaka hati ya kiwanja, bila shaka na vitu kama hivyo, imepop kidogo hapo, lakini ameonyesha eh, jinsi ambavyo msingi unachimbwa mpaka hatua ya mwisho na katika caption yake ameandika hivi hakuna sababu ya kukatisha tamaa watu au kuwafanya wajione wanyonge bila sababu. Mimi nimetoka kwenye familia ya kimaskini sana, ambaye sina wa kumtegemea, ila mimi ndo nategemewa. Najaribu kuonyesha maskini wenzangu kwamba ukitengeneza malengo yako na ukiyafanyia kazi, basi lolote inawezekana. Nimenunua kiwanja mwaka 2020 nikiwa sina hata mpango wa kujenga, sababu palikuwa bado hapajajengwa niliponunua kiwanja wakati naanza kuchora ramani, nilitaka nyumba ya chini ya vyumba vitatu ili nisilipe kodi, sababu ninakaa na ndugu zangu kibao nyumbani kwangu, ili tusione aibu tumerundikana watu wengi nyumba moja. Na architect alinipa moyo na kuniambia Nano, utaweza, utaweza, tutajenga kwa awamu kidogo kidogo, na ndo kachora ramani ya ghorofa na kipindi chote hiki nilikuwa na baba wa watoto wangu kwenye mahusiano na ni overprotective. Anapiga video call 24/7 hata room ya kuchit sikuwa nayo. Nataka niseme tu jamani, mambo sio marahisi kama ambavyo watu wanayarahisisha. Sina sababu ya kujifanya mpambanaji sijui nini, sababu napenda sana soft life. I say yani, uh, always natamani niamke tu asubuhi nimepewa hivyo uh, nyumba sijui nimepewa gari sijui nimepewa nini Mimi kupambania ndoto zangu jamani, ni vile tu sina chochote. Sina sababu ya kujieleza sana, lakini hivi, kujengewa na mtu anayekupenda na mko kwenye mahusiano kuna shida gani? Na sababu gani za kuja ya kujifanya nimepambana mwenyewe kujenga kama nilijengewa na mtu? Hata mkiniuliza ilikuwaje, nitajibu nini? Najiuliza sababu za kujifanya mpambanaji na hata sizioni jamani. Nimefanya kazi na kampuni nyingi sana over the years na walikuwa ananilipa pesa, sio mawe. Nimeishi na baba mtoto wangu three years na alikuwa analipa bills zote za nyumbani, so nilikuwa na save hela zangu vizuri sana Ha, na hata before him nilikuwa na mtu anayeweza kunisupport pale anapoweza all my life Mungu amekuwa akiniweka karibu na watu wanaojiweza na wanaweza kunihudumia ni hela za mawigi na hela za simu kali hela za kupop champagne hela za kubadili nguo daily ndo nilizozibadilisha kuwa matofali simenti na mchanga na leo hii nina hiyo nyumba sasa kosa langu ni lipi kosa ni kusema nimejenga mwenyewe na uongo hapo uko wapi Mnataka niseme nimejengewa na mwanaume na sio kweli? Halafu basi ndo hivyo eh, Nana akaamua kuambia ukweli kwamba hiyo nyumba ambayo unaiona ni jasho lake yeye mwenyewe, kidunduliza na mpaka akafanikisha, na sio kwamba ameanza jana au leo. 2022 na kiwanja ndo alikipata na akawa na eh, jichanga mdogo mdogo.